Naitwa Kapteni Sambwee Mwalyego Shitambala, ni wakili ni mwana CCM. De, mwana CCM mzoefu wa muda mrefu na nimefanya kazi za siasa kwa muda mrefu. Nimekuwa kiongozi ndani ya chama cha mapinduzi, kiongozi wa chama kama mneki, nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi ndani ya miaka mitano na ni mjumbe pekee wa NEC kwa jiji la Mbeya. Pia nimekuwa mgombea wa ubunge Chama Cha Mapinduzi, lakini pia nimekuwa diwani wa Kataitezi kwa miaka mitano ambayo nimemaliza, nimehitimisha siku kadhaa zilizopita. Nimefanya kazi zangu kwa weledi na ninaamini sasa umefikia wakati wa kurejea na kuchukua fomu ya kuwa mgombea wa ubunge ili kulisimamia zoezi zima la uendeshaji na usimamizi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika miaka mitano ijayo. Kilichosukuma kwanza, ninao uwezo wa kuongoza na wiwa kwamba uwezo huu lazima niutumie kwenye jamii yangu, lakini pili, kama Mtanzania ni haki yangu kwa mgombea, na nimechukua fomu hii kwa mtakabali huo.